Na katika maswali ambayo tuliyopokea <laughs> e, samahani kwa maswali ambayo sama. tumelipokea kwa njia ya no. WhatsApp Al Istiqama TV Swahili Tayyib. Ni muulizaji anauliza, umegusa pahala pahala pahala pahala stahil. Stahil. Anasema, ni ipi hukumu ya kukopa muda wa maongezi, mfano mtandao fulani, eh, akaeleza jina la ule mtandao kwa elfu moja ukarudisha elfu moja na mia mbili. Tayyib, barakallahu fik, moja kwa moja moja kwa moja, Aljawab ni kwamba luar kanuni hiyakisheria lu arhi jara nafaan fahwa riba kila mkopo unaopelekea unaosababisha unaovutia eh, yale manufaa au faida kwa ndio basi hiyo ni hivyo ikiwa nanunua nanunua salio mfano kwa shilingi elfu moja. naam napata kwa elfu moja kiwango kile kile ikiwa nakopa salio la elfu moja kwa siku tano au wiki pengine, kwamba nalipa shilingi elfu moja na mia mbili moja na mia nne au mfano hayo, hiyo tayari naingia katika hukmu ya riba. Hukmu ya riba, naam. Amekopa thamani analipa thamani na ziada, na ziada. Kwa hiyo hii inaingia katika hukmu ya riba. Kwa kumalizia, swala msikope katika mtindo namna hiyo, naam. Huende katokezea baadhi ya wakati kwa ni dharura, pengine kwa dharura kubwa kuliko kiasi ambayo inapelekea pengine kupoteza nafsi ya mtu au aibu ya mtu, ndio au mfano hayo. Shule mathalan kwamba mtu yuko katika sehemu ambayo hakupata mawasiliano ya aina yoyote, isipokuwa atafute mkopo wa mtandao wa simu, kwamba ili pengine ampigie dereva fulani alete gari kumchukua mgonjwa kumwahisha kwa dharura ya kutibiwa mahututi, pede mzazi huyu mjamzito. Naam. Kwamba asipopiga simu kwa njia hii ya kawaida kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa njia nyingine yote hawezi kupata mawasiliano kwa, kwa akope, akope. Kwa muda ule pale kwamba hana njia nyingine sipokuwa hiyo. Kwa kuokoa nafsi kufanya.